bila kujali kwamba hii timu ya nani, ya nane tunajitolea tu kwa sababu sote ni kwa mm hivyo -hmm. uh -huh. Hapa tutafanya topic moja, tunasema door, maana mm -hmm. mm -hmm. manake mlango yeah. street to street. Mtaa kwa mtaa sawa. mm -hmm. Kwa hivyo sasa, hii door to door ina maana gani unapokaa ofisini? Yaani hivi tu nikao kusema asubuhi mpaka jioni mikumu tu nikaa ndani nifungia. Huo sasa sawa ni mfungwa. Alafu vitu vingi sana vijui upeo wako huwezi kufunguka kwa sababu nini mtoki. Lakini hii door to door unataka kujulikana na watu wengi sana mtaani. Utazoeleka na watu wengi na kazi yako itaonekana, ufanisi wako utaonekana kupitia hii door to door. Lakini pia watakuwa na consistency, consistency, yani muendelezo. Ah. Consistence yani, huwe na huo mwendelezo mwendelezo, yes. Mwendelezo ndiyo utaka ufanyawe kwamba huwo ufanyisi wako ukoje, ustrong wako ustrength wako ukoje, kutokana na huyu mwendelezo unaofanya so kwamba mesema door to door unaenda leo tu a kesho miwa nishachoka hapana. Kama wakuu waliotangulia kusema, walimu waliotangulia kusema hapa mbele, kwamba azi utakii fahini kuchoka sawa walipofanya kwa juhudi zote, ilimadi ndio kufanikiwa. Tutapotoka door to door kama timu wote kwa pamoja, bila kujali timu ya nani. Tutakwenda mtaani, tutafundishana namna gani ya kuongea, sawa Sina. E, ingawaje kuna maneno fulani huwezi kumkadiria mtu kutokana <coughs> joto kuulizwa na yule unamfuata lakini, tutajaribu kutengeneza kama tuna pretend kwamba wewe ndio mgonjwa mimi ndio mhudumu, nimekuja mtaani kwako, sawa. Tutengeneza kubuni tu kitu kama vile tunafanya kama drama fulani tu, sawa. Nakuta mbele, tunahojiana, wewe mgonjwa, mimi ndio mhudumu, natoka hospitali au chuo cha afya. Alafu tunahojiana maswali, unakutana na wewe kwa mnoya tujuani, lakini mimi ninakuhoji wewe na wewe unaniuliza mimi maswali. Utaona, utapata picha kwamba jinsi gani kenda mtaani unakutana na watu na nini uongee. Automatically vitu vingine vinakuja kichwani pale unapoulizwa. Lakini lakini pia vile vile ah, uh, utapokuwa unahojiana na mtu Vitu koe, wei, yani, kuna vitu ambavyo unataka wewe yule mtu akuone wewe ni mtu aina gani. Yaani kuna mtu kaifundisha hapa, kaifundisha mbinu za kuongea na watu, lakini pia na ule muonekano wako physical appearance yako. Kwa yule ambao unamfuata je, unataka uwe vipi? Sawa? So nakwenda tu kwa mtu hivi hivi afu vitu vitaweza kwa afya, afu relate na vile vitu vinazungumza, ta nothing, hamna kitu. Sawa sawa, unapoteza mtu anakuambia ah, una mtu aina gani? Kwa sa, sababu unaongea vitu ambavyo wewe hauna. Kwa hivyo tataja mbinu za door to door sawa. Sa, mbinu za door to door sawa, mbinu za door, yani nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa. Ye, mbinu zake zikoje? Hapa kwenye mbinu hapa ndiyo tusikilizane vizuri sana, kwa sababu hapa ndio watu wengi sana tuna feli kutokana na mbinu tunawaendeaje? watu wa mtaani ana na Mungu alivyomuumba. Kuna mitaa mingine ni-ni mitaa kongwe, kwamba watu isi wanavyoishi pale mtaani, basi na wewe uende kwa staili ile ile, kwa sababu kuna watu leo wapo mtaani wanaishi, anaishi hata Morogoro, kwenda tu Morogoro. Kwa hiyo kumtajia vitu vijetva, vitu vya juu kama hivi, watak kama unaochimba mbui hivi kidogo mzizi kidogo kidogo, unaotafuna ndio unaweza kumpanata yeye, umte step yani kwa step fulani, mwe tutashangaa nimempata yule kwa sababu yule umetumia mbinu, badala kulipata yule kwa sababu kaishi mtaani na marafiki wale wale ambao hawabadiliki. Lazima tuende kwa mbinu, tunaenda mitaani sawa, tuende. Kwa hiyo tuende, tuende kwanza kwa step, kwa salamu sawa, eh kwanza, kwanza salamu sawa, eh, cha pili utambulisho lakini utambulisho sawa, lakini utambulisho chatatu, cha tatu mwonekano, cha nne, chatatu mwonekano, cha nne, nne

Je, nimekuja hapa samani, mimi nitokea kampuni fulani, kampuni hii bwana e, hii ina-, ina pima pima na nini? Yani mwenyewe tukieleza, ujielewi, unaeleza nini hapo? Kuferi mapema sana na kampuni itasababisha zipate watu kutokana na nini, wewe mwenyewe pia ujielewi hiyo. Kunaamani, kuna watu nne wa aina hizi. Ujielewi alafu anajua kama yeye anajua sawa Sawa, cha kwanza, cha pili, kuna mtu hajui alafu hajui kama yeye hajui. Mm, hii ndio hasara -hmm kubwa sana <laughs> sawa, hajui alafu kama yeye hajui, hajui. alafu kuna mtu anajua alafu hajui kama yeye anajua ana kipaji chake. alafu hajui kipaji chake alafu kuna mtu hajui sawa alafu kuna mtu hajui alafu anajua kama yeye hajui yaani, anajua mimi sijui. Sawa, kwetu kwa watu wa aina ngapi? Nne. Sasa sasa, watuwana nne aakuwapata hapa, sawa, wapata hapa watu wanne. <tiple> Sasa unapofika hapo mtaani hapo, labda umeenda Manzese, soko mayanyamala, kuna miji mikongwe kongwe, Buguruni, miji mikongwe. Sawa, wakeko huko mwaka si wapi, watu miji mikongwe ni watu ambao, ukiangalia historia zao, au asilimia tisini watu wake hawaja Mungu hata kuwa na mgogoro hapo tu. Sasa hapo kujitambulisha mimi mara nyingi sisemangi kampuni. Mimi mara nyingi. Unajua kila mmoja kama alisema ndugu pale, yeye ana kaida yake anapotambulisha yeye. Na mimi nimependa sasa leo tumia. Sawa? Hata mimi vile vile katika hii kampuni huwa katika huduma za kiafya, sisemangi kampuni. Mimi binafsi na. Huwa anasema kwamba tuna kituo chetu cha afya au tuna hospitali yetu. Kwa sababu ndio kusema hospitali tunatukuzwa um, lkimak moja kwa moja. Ukisema kampuni, ungeta tafsiri yao, mtaanza sasa watu wa kampuni, bwana. Hawa toma kampuni mwone waishuwa kama vile sisi, wapiga piga hela fati wa sisi, tunapeka huku siku pata hela wana kwa kwa sisi tuna hospitali yetu. Tumie neno hospitali ni nzuri zaidi. Sawa? Tumie neno hospitali. Sawa, maneno kwa sema hapa wewe utakuwa creative, unabuni ya kwako. Na pia vile vile kwamba mimi vile mimi ticha kisema vile mimi nitaingiza hivi. Mimi mara nyingi natumia hili, baada salamu tayari na jitambulisha. Sawa, mimi fulani, mimi fulani Samani wazee wangu, nilikuwa naomba pipi au dakika mbili. Samani, kwanza excuse nimeitangulia. Unajua watu mtaani wanaongwa. Lazima excuse itangulie. Usipenda na excuse, tunakwambia mbona kuja kibabe babe waombe wala nini? Ukiwa unapenda sana umwingi. Sawa? Kwa lazima uanze na excuse. Kwa maana wazee wangu samani sana. Tunaomba au dakika tano tu nizungumze na nini? Jambo la msingi sana. Kama mtaniruhusu wazee wangu basi mimi nianze kuongea na mimi. Jambo nisikize mtukie masikio yenu, nitapata faida kubwa sana katika <clears throat> Sasa ukianza, usizungumze, mtu ukianza mtu unamlegeza tuze <coughs> ukijana kwa sababu tayari ushatangulia naili umewaheshimu ule mwenye anataka umwakabidhi mwenye na umu. Wao anza kusema kwa nini sitaki. Jamani, kama nilivyotanguliza kwa awali kwamba mimi ni fulani, lakini natokea kwa hospitali sawa. Hospitali yetu inatoa huduma mbalimbali katika masuala ya afya tiba, lishe, food supplement. Kiingereza, kwa tunatafsiria sawa. Tiba zetu tunafanya tiba nyingine, yani kwa magonjwa yasiambukiza, yani makubwa makubwa. Sawa, maana unapotaja maradhi hapa, nasema tu, lakini mwenyewe utajua jinsi gani unarekebisha. Sawa, maradhi makubwa makubwa ambayo yasiambukiza. Sasa katika maradhi tukaoleza pale, huenda na yeye analo au ndugu yake analo, au ndugu yake ndugu yake analo, washata solution same zote umeshindwa, uone mmoja kwa kufumbua macho kumba, ah, mimi nawezekana sawa. Kwa hivyo, jamani, tunakaribisha katika hospitali yetu au kituo chetu cha afya

Ila akija pale, ndo sasa unajua jinsi ya kumwengeka atakuta huko pale ofisini. Kwa hivyo atakuja yule mtu atakuja kama kanina, basi mtu, kwa sababu una flyers au kipeperushi utamkabidhi. Usibaki usi, usi, usi, kumkabidhi kipeperushi bila kutoa na maelezo. Kipeperushi pekee ndio kujitoshelezi, mpe na maelezo, mjezishie maelezo kia. Sasa akichukua anajua hapo kuna mawasiliano, anakutafuta kwa sababu tunajua sisi wa kwetu, business card yako ndio namba yako ya kadi ndio kwa namba yako

Sawa, maneno hayo kwa sababu tutatoka. Tutapanga siku ya kutoka mimi na nyinyi. Ukishafika sehemu cha kwenda tutajua jinsi gani wa kufanya. Au kama tutakwenda tuta kwa pamoja kwa ajili yetu mevaa, uko na ungea. Mimi naweza kwa watu naongea. Mimi ninapoongea kuongea na watu naona ndopata experience kupitia nini baba. Ba. Sawa? Na hapa naongea tu kwa temporary tu, lakini nitakukuta sehemu yangu na ukipiga kazi utajua nini naongea. Na hapo wewe ndio unapata experience kunichukua mimi kunyo, yani kunyo opt mimi. Ninavoongea na wewe kesho na kesho kutoka, ukienda huko unajiamini na msingano, unaongea. Jamani, tunawafuata mitaani, wengine ni madaktari, wanakuwa siku kwa awali kazini mm -hmm. siku ya off wako nyumbani, sawa. Unapenda mziki wa Dr Mwimbili, ushamweleza mambo mambo yako tayari, anakugonga ya nondo, watu wachukua simu na ifana, unaweka sijoni namba. Ah, ndio ndio, huyo <laughs> Nakeleza <laughs> Mbona kanikimbia swali dogo tu ushaichenga? Kwa hiyo wanakuja, mwalimu kufundisha madawa vizuri, andika jinsi dalili, so swali vizuri, andika sehemu, uliza swali upate experience ya kwenda kuongea na watu masuala ya afya huko mtaani. Wagonjwa tunawaleta hapa, sante, mgonjwa mgonjwa agua memba, sawa? Kwa sababu akipenda ule huduma, basi mwisho wa siku atataka kuwa memba na yeye, sawa? kwenye mtu kwenye madada tu siti, unakuwa na mtu hapo, usikubali mtu kana bure ile mtu, lazima mwakoshi mtu ajiunge au ajitumie, sawa. Usiache fursa, ta tutoe, tutoe ni mabeki wa kukabia juu, sawa. Kwa hiyo sasa, salamu ushatoa tayari, ushamsalimia ushampa umunyi wake tayari, kila kitu kakuruhusu sasa, unajitambulisha kakuruhusu, waweze watu kutaka kueleza, utamtajia kitu ambacho mnaudinga hapa hospitali. Ukisema kampuni unakuwa na credit tofauti lakini tukisema hospitali watatoka kama hospitali ya mbili ambana maana maana ni sawa ya mana, mayamani, yeah. Kwa hivyo vitu vinne hivi hivi, utambulisho ndio hapo, shaitambulisho mifu fulani mifu fulani natokea watu tutaelezea, natokea sehemu fulani, mtu ajue unatokea wapi, lakini pia vile vile mwonekano. Hapa kwenye mwonekano, lazima tuwekane sawa. Mwonekano utamkuta mtu anakwenda kueleza masala yake chini, kavaa ndala, eh kama swali na bila kabilaka ileweki